Benki uh, zimeanza katika karne ya 15 miladi, ambayo ni mwaka 1500 miladia, na wenye elimu katika benki katika benki jumla jamala au wenye historia au wenye elimu ya historia ya benki wanasema kwamba benki zimeanza katika karne hiyo, katika nchi ya Italia, katika madina al-Bundukia na benki hizo zilianza kwa ajili ya e, kukopeshana kwa riba, yaani ilianzishwa benki ambayo benki hiyo ikawa inakopa kwa riba na inakopesha kwa riba. Hivi ndivyo benki ilivyoanza, na hii inatokana na kitu gani? Hii inatokana na siasa au na falsafa ya Kiyahudi ambayo walikuwa wanakopeshana afrad, mtu anamkopesha mtu, yeye anakopa kwa riba, lakini pia yeye anakopesha kwa, yeye anakopesha kwa riba. Kwa hiyo kutoka na falsafa hiyo, uh, watu wakafikiria kwa upana zaidi, wakaona kwamba inawezekana sisi kuanzisha uh, mashuruu ambayo itakuwa inakopa kutoka kwa watu wengi lakini pia inakopesha kwa watu wengi zaidi kwa e, faida kubwa zaidi. Ikachukuliwa kwamba dhahabu ikawa ndio kama ni e, silaha au ni umla wa kukopeshana kwa riba, na hii ni falsafa ya Kiyahudi kabla ya kuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa walikuwa Mayahudi ndivyo wanavyofanya. Then ikafika mwaka huo watu wakapata fikra ya kuanzisha hmm. hiyo mashuru E, kama ni benki kwa ajili ya kukopeshana na ndio mpaka leo benki za riba hazina e, istithmari hakiki, yani hazina e, uzalishaji wa m, m, huduma, lakini vile vile na e, bidhaa. Benki za riba zimesimama katika hali ya kukopa na kukopesha vipi? A, Anapofungua mtu anapofungua account anapofungua account katika benki ya riba, basi inachukuliwa kwamba ile account anafungua katika njia ya kuikopesha benki. Yeye anapoweka benki anapoweka pesa benki, kana kwamba anaikopesha benki, umenifahamu eh? Anaikopesha benki, na anakuwa anaingia katika makubaliano kwamba, uh, pesa anaiweka pale kwa muda eh, fulani na kila baada ya muda fulani atakuwa anaingiziwa kiasi fulani cha pesa ambayo ndiyo hiyo inaingia katika upande wa riba. aeki Okay, milioni, kila baada ya mwaka au baada ya miezi sita au uh, baada ya mwezi aingiziwe pasenti fulani ya pesa yake aliyoiweka, na kufika baada ya mwaka anakuja kuangalia, si aliweka milioni anakuta ameshaingezeka, ame ame ame ame pesa kufikia milioni moja na nusu. e, hajafanya kazi yoyote. Basi kawakopesha benki, na benki wamezichukua pesa zile, wamewakopesha watu wengine kwa riba kubwa zaidi. Mfano, wewe kaika benki milioni, ili apewe milioni moja na uh, laki tatu. Baada ya mwaka, benki inachukua pesa ile, inawakopesha watu wengine tofauti tofauti, kulingana na kiwango wanachokitaka, lakini riba inakuwa kubwa zaidi. Kama kule yeye aliahidiwa ataingiziwa laki tatu, huku wanawalazimisha watu, mfano milioni moja hiyo ichukuliwe, wakopeshe watu watano, kila mmoja atapewa laki mbili, arejeshe laki mbili na nusu, au arejeshe laki tatu. Kwa utakuta kwamba ukimaliza ule mwaka benki imenyonya kutoka kwa wananchi E, ili apewe huyo aliyeweka milioni moja. Kwa hiyo nakuta kwamba maisha yanakuwa magumu. Kwa nini inakuwa magumu? Kwa sababu nisbatul faida inakuwa kubwa kwa wale ambao wamekuja kukopa kwa ajili ya kwenda kufanya kufungua biashara. Kwa hiyo akifungua biashara, mfano maji yalikuwa yauzo shilingi elfu moja ya Kitanzania, utasikia inauzwa elfu moja mia tano mathalan. Kwa tayari maisha yameshakuwa magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya riba. Kwa hiyo benki za riba zinafanya maisha ya watu kuwa magumu. Maisha katika jamii yanakuwa magumu kwa sababu ya benki za riba. Tujitahidini tusende katika hizi benki ambazo zinapingana na sheria yetu ya Kiislamu. Zinapingana na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Zinapingana na tabia za, u, za za za za ulaini na upole na usaidizi baina yetu. Kwa hiyo tujitahidini tuzipush na tuziweke tuzi kipaumbele benki za ambazo zinafuata sheria za Kiislamu kwa maana hazitoi hazitoi riba wala hazichukui riba sawa. Barakallahu fikum. Uh, natumai mmefaidika na uh, hii maktaa ndogo ya dakika sita, na inshaallah usisahau uh, kusubscribe kusbsb kulik like, kushare na kucomment. Barakallahu fikum.